Morning morning. Baby. Yeah. Pesa unazopewa na wanaume wengine ndio unataka kumdanganyia mwanangu. Siwezi, Sean. Tena na mwanaume ambaye ananielewa. Talaka yangu. I'm glad you're okay. Ila naomba hatuwezi kuongea sasa hivi or else I will give you a second heart attack.

Huwezi amini, najua kila kitu anachokifanya. Uh, Temba Junior ndo sababu ya mafanikio yangu yote nilionayo leo. Yeah. Sababu yeye ndo chanzo cha mimi kukosana na baba yangu hadi leo hii. Alafu pia yeye ndio chanzo cha mimi kumpoteza mama yangu. Mara baada tu ya mama yangu kupata heart attack. Just because she was fighting for me. Na baba yangu akamwacha kwa kuwa tu alikuwa ananitetea. Listen to me , Naima. I don't care what you tell to anybody mwambie mtu ch chochote unachotaka kumwambia but i will make tj pay for everything that he did to me najua itakuwa kazi ngumu but he will pay the price i'm coming for him i loved him more than anything

Hairizishi kabisa, sio nzuri, iko dhaifu sana. Sikuwafundisha hivyo kabisa. Amwangalii kabisa na kutabasamu kwa watazamaji, mnaonekana, yaani, mko bizi na mambo yenu. Amfurahii mnachokifanya. Nahitaji kuona ule nyunguliko wa kike eh? Okay? Nahitaji nikiona mkifurahia mnachokifanya, mmesikia? Niangalie hivyo nali ninachokifanya hapa ni kukufanya wewe kuwa performer. Kuna kuna kitu mambo, sio kwamba na complicate mambo. Sasa hivi unaona hivi, at kuna siku utanishukuru sana. Yote hivi nafanya ili nikujenge uwe katika level ya juu, nyingine kabisa kwa international. Kuwa okay,

Siye kuona performance mbaya na bovu kama hii. Moses, hii Moses, nini unafanya? Is that how we're gonna compete with Temba? Huu ni upuuzi. Tena sio upuuzi, huu ni utoto. Star. Nataka kuona kitu cha tofauti cha kushindana na Temba. Na sio ujinga ujinga kama huu. Temba is a threat in this game and we need to stop him. Hivi nadhani ni rahisi tu unaweza kuja ofisini kwa ukaanza kumtishia kwa nini? Nitahakikisha umelipia kila neno ambayo naliongea. Sikuogopi Temba, sikuogopi. Amina kundi, sitakuacha Sitakuacha kabisa. you just walk away with this? Ntakufundisha eh? Adabu ntakunyoosha na utajua kabisa mimi ni nani, unifahamu vizuri, na sitaogopa kwamba dada yako aliwahi kuwa mchumba wangu au ni mchumba wangu. We unaweza kuja ofisini kwangu unanitishia kuniua mimi, unanitishia kuniua mimi? Unadhani naogopa maneno yako? Ukiendelea kuchezea hisia za dada wangu itakuvunja shingo. amkutuma namsikia kama ni anaongea. Unaongea wewe? Wewe kwenda, yasikiliza toa nje huyu dada, wote ya naendelea, umekaa tu umesimama hapa. Tokeni wote nje, toka nje na wewe. Biashara ni vita, sio mchezo. Mchezo na vita lazima uangalie unapigana na nani. Nyi mnadhani tunapigana, tunaweza tukashinda? Nahitaji vitu vikubwa, vitu vipya, vitu ambavyo vinaweza vikaleta changes. Nani? Haijalishi unatoka na nani kwenye hii industry. Au na date na mtu yote mkubwa, haitakufikisha kokote. Kazi yako pekee inaweza kukufanya uwe mkubwa. Understood? Nahitaji kazi nzuri ambayo itakufanya uwe juu. Ukishindwa milango iko wazi. Ukiondoka wewe unawapa wengine nafasi. Moses, nataka kazi nzuri right? Sawa. Endelea. Hiyo ndo sababu ilinifanya nisiweze kurudi tena <coughs> kwenye <coughs> ndoa. Yes, yes exactly. Kiri mpaka mtu uanze kum, kumzoea eh, umfahamu na utu mzima huu uanze kupata mambo ya wasiwasi wasi. Uanze <laughs> ku, kuingia kwenye mahusiano na maisha ya wasiwasi wasi. Ya kazi gani hayo? <laughs> Ewa, umeona eh? Hata mimi hapo sipataki. Yaani, saa hizi mtu aanze kukuuliza uko wapi, unafanya nini eh? Akikooa tu huko yani, huko unatetemeka, mara ukimbie. Bona <laughs> la kuenea huruma, saizi ungekuwa unalea wanao hmm? na jinsi mumeo alipokuachia pesa za kutosha, hata usingekuwa unapata tabu <laughs> lakini ndio hivyo, wewe kubali tu, chuo cha pili hicho. Sasa sa sijui mwenzangu, utakuwa unachukua shahada ya pili <laughs> Lakini ni shogangu, nilikuonya nilikuambia, usianguke tena kwenye huu mtego, lakini hukunisikia. <laughs> Shogangu, nitakupigia baadaye kidogo, mgeni kaingia. Haya, kulikoni? Mbona leo mapema hivi? Nimechoka, sijisikii kufanya kitu chochote, najisikia kulala tu. Priscilla, I know you, niambie kuna tatizo gani? Temba mama Temba sana kwa serikali. Okay. sana na, nahisi kwa mfumo huu mkienda nao ah, mnadhibiti kabisa wale ambao wanasafirisha madini kiholela holela hivi. Unajua, kuna watu ambao wanapenda sana kusafirisha madini kiholela yeah. wapo yeah. They out there. lakini nahisi mna changamoto hii moja. Aa, ni changamoto gani ambazo umeziona? Mimi nadhani mheshimiwa mngelegeza oh, kidogo masharti. Mna masharti yamebana, eh? Mngelegeza, kwa sababu haya masharti ambayo ya yamezoeleka, wafanyabiashara wengi sana wanayatumia kwa kutumia njia za nini, za rushwa. Watu wanahonga mheshimiwa wao juu, okay. Watu wanahonga sasa. Kupitia hizi, mngeangalia loopholes ambazo wafanya biashara wanazitumia and then you take advantage of them and then ukifanya hivyo mheshimiwa, hamna kitu ambacho kitaharibika. <laughs> Uh, mi nadhani wewe utatuambia njia ambazo mnatumia kusafirisha madini kwa kukwepa kodi. Yaani mheshimiwa, hivi wewe nadhani mimi nafanya hivyo hata? <laughs> kama unafanya utasema ha? Mheshimiwa, labda unijui vizuri. Mimi ningekuwa nafanya hivyo biashara zangu mimi zisingeniweka hapa nilipo. Ndio maana mimi niko successful. Nafanya biashara zangu bila wasiwasi. <laughs> I have no worries. Lakini I, I, I, you know me better. Siwezi. <laughs> Oh, well. Hello. Ya, yeah. Niko naye hapa. Nitamfahamisha. <laughs> Ya. Yeah.